Sawa, hizi ndio habari muhimu za dunia kwa sasa. Migogoro na mivutano ya kimataifa. Hali nchini Ukraine bado ni tete na mapigano yanaendelea mashariki mwa nchi na mazungumzo ya kidiplomasia yamesimama. Washington inatishia kujiondoa kwenye juhudi za amani kama hakutakuwa na maendeleo ya haraka. Nchini Yemen, Wahuthi wanaripoti idadi kubwa ya wahanga, watu hamsini na nane wamekufa kufuatia mashambulizi ya Marekani kwenye bandari ya mafuta. Mgogoro kati ya Israel na Palestina unaendelea kusababisha wasiwasi na mvutano unaendelea huko Gaza na Ukingo wa Magharibi. Kuna pendekezo la kusitisha mapigano mezani. Marekani imetangaza kupunguza nusu ya wanajeshi wake nchini Siria, huku ikisifu hatua muhimu dhidi ya Daesh. Siasa za kimataifa: kiwango cha kukubalika kwa rais wa Marekani Donald Trump kinaonekana kushuka. Serikali yake inafikiria uwezekano wa kumfukuza kazi mwenyekiti wa benki kuu ya Marekani Fed, Jerome Powell. Italia: baada ya mkutano wa Giorgia Meloni na maafisa wa Marekani, ilimkaribisha JD Vance huko Roma. Watu wawili hawajulikani walipo nchini Italia, kufuatia hali mbaya ya hewa. Nchini Mali, kunaonekana hatua za serikali kuelekea uwezekano wa kufuta vyama vya siasa. Nchini Lebanon, Hezbollah inakataa kuweka silaha chini licha ya shinikizo kutoka Marekani. Kesi ya njama nchini Tunisia inakosolewa na upande wa utetezi ambao unasema ni maigizo ya mahakama. Uchumi na fedha. Washington inatangaza ada mpya kwa meli zinazohusika na China zinazotia nanga Marekani. Japani ilimnyima ushindi dereva wa basi ambaye aliiba kiasi kidogo cha pesa na hivyo akapoteza pensheni kubwa ya uzeeni. Matukio mengine muhimu. Moto kwenye chombo cha maji kwa bahati mbaya ulisababisha vifo vya watu 143. Watu wawili waliuawa katika mauaji huko Florida mtuhumiwa akiwa mtoto wa polisi. Maporomoko ya theluji na mvua zimesababisha vifo vya watu wanne. Uvuvi wa kibiashara umeruhusiwa tena na Trump katika hifadhi kubwa ya bahari ya Pasifiki. Raia wa Salvador aliyefukuzwa kimakosa aliona mahakama ya rufaa ikilaani msimamo wa utawala wa Trump kama uwa kushtua. Kuahirishwa tena kumetokea kuhusu kupunguziwa hukumu kwa ndugu Menendez. Nchini Japani, maonyesho ya dunia yanaendelea huko Osaka. India na Pakistan zinakumbwa na wimbi la joto kali. Msimu wa utalii katika bahari nyeusi unasumbuliwa na uchafuzi uliosababishwa na kuzama kwa meli mbili za mafuta za Urusi. Sawa, hebu tuangalie hali ya sasa nchini DRC katika nyanja mbalimbali. Hali ya vita na usalama: hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa mbaya sana, kuongezeka kwa mapigano. Kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limeendelea kupiga hatua na kuteka miji muhimu katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ikiwemo miji mikuu ya Goma na Bukavu. Hivi karibuni wamechukua mji wa Kamanyola wakielekea Uvira. Idadi kubwa ya wakimbizi, zaidi ya watu milioni saba wameyakimbia makazi yao ndani ya nchi wengi wao wakiwa katika mikoa ya mashariki takribani watu laki saba themanini elfu wamelazimika kuhama makazi yao kati ya Novemba 2024 na Januari 2025 pekee. Zaidi ya watu laki moja wamevuka mpaka kwenda nchi jirani tangu Januari 1, 2025. Ukatili dhidi ya raia: kuna ripoti za mauaji ya raia takribani elfu tatu waliripotiwa kuuawa wakati wa uvamizi wa M23 huko Goma, ingawa wengi wanaamini idadi ni kubwa zaidi. Ubakaji na ukatili wa kingono unaotumiwa kama silaha ya vita, kuajiriwa kwa watoto, utekaji nyara na uporaji wa maeneo ya wakimbizi, mvutano wa kikanda, kuongezeka kwa mapigano kumezua hofu ya vita vingine vya kikanda huku Afrika Kusini ikimtuhumu Rwanda kwa kusababisha hasara kwa vikosi vya SADC na kuonya kuwa mashambulizi zaidi yatachukuliwa kama kitendo cha vita. Rais wa DRC, Felix Tshisekedi, ameomba msaada wa kijeshi kutoka Chadi kupambana na M23. Hali Ituri. Msariwa wa Ituri pia una hali tete ya kiusalama kutokana na migogoro ya kijamii na mapigano ya makundi yenye ya silaha yanayogombea ya rasilimali za madini na ardhi. Hali ya siasa serikali mpya. Judith Suminwa Tuluka aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke nchini DRC mnamo Aprili 1, 2024. Baada ya mazungumzo marefu serikali mpya iliundwa mwezi Mei 2024 ikiwa na matarajio makubwa ya mageuzi na utawala bora. Changamoto za utawala Licha ya kuundwa kwa serikali mpya, changamoto za utawala bora, rushwa na ukosefu wa utawala wa sheria zinaendelea kuwa tatizo, haswa katika mikoa ya mashariki ambayo haiko chini ya udhibiti kamili wa serikali. Kukandamiza uhuru. kabla ya uchaguzi mkuu wa Disemba 2023, serikali iliongeza ukandamizaji dhidi ya wanahabari, wanaharakati na wapinzani wa kisiasa, ikipunguza nafasi ya kiraia. Mchakato wa uchaguzi. Uchaguzi mkuu ulifanyika Disemba 2023 na Rais Felix Tshisekedi alitangazwa mshindi kwa zaidi ya asilimia sabini ya kura. Hata hivyo uchaguzi huo ulikumbwa na malalamiko ya udanganyifu. Hali ya uchumi, utegemezi wa madini. Uchumi wa DRC unategemea sana sekta ya madini ambayo inachangia zaidi ya asilimia tisini ya mapato ya mauzo ya nje. Kuongezeka kwa mahitaji ya madini muhimu duniani kumeongeza uwekezaji wa kigeni katika sekta hii, haswa kutoka China. Ukuaji wa uchumi uchumi ulikuwa na ukuaji wa 6.5 asilimia mwaka 2024, chini kutoka 8.6 asilimia mwaka 2023. Benki kuu inakadiria ukuaji wa 7.9 asilimia kwa mwaka 2024. Hata hivyo, ukuaji huu haujatafsiriwa vya kutosha kuwa maisha bora kwa wananchi wengi kutokana na ukuaji wa idadi ya watu kuwa zaidi ya tatu asilimia. Umaskini mstari wa DRC ni moja ya nchi tano maskini zaidi duniani. Inakadiriwa kuwa asilimia 73.5 ya Wakongo wanaishi kwa chini ya dola 2.15 kwa siku 2024. Changamoto za kiuchumi. Licha ya utajiri wa rasilimali, uchumi unakabiliwa na changamoto za ukosefu wa miundombinu imara, ukosefu wa wafanyakazi wenye ujuzi, rushwa na ukosefu wa uhakika wa kisheria, ambazo zinawakatisha tamaa wajasiriamali na wawekezaji. Msaada wa kimataifa. Benki ya Dunia ina miradi yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni saba nchini DRC kufikia Machi 31, 2025, inayolenga kusaidia maendeleo na kukabiliana na changamoto za kiuchumi. Kwa ujumla, DRC inakabiliwa na hali ngumu inayoathiri nyanja zote za maisha. Hali ya usalama mashariki mwa nchi inasalia kuwa tishio kubwa kwa raia na inakwamisha juhudi za maendeleo. Utawala bora na mageuzi ya kiuchumi ni muhimu kwa ustawi wa muda mrefu wa nchi. Hii ndiyo hali kwa ujumla kuhusu wazalendo hawa, maeneo wanayojihusisha, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hii ndiyo ngome yao kuu, wakishiriki katika mapigano dhidi ya M23 katika maeneo kama vile karibu na Goma, Bukavu, Uvira, Walikale na Mwenga. Ituri, kuna pia uwepo wa wazalendo wanaopambana na makundi mengine yenye silaha katika mkoa huu. Maendeleo na hali yao ya sasa, kushiriki katika mapigano wamekuwa mstari wa mbele katika kujaribu kuzuia M ishirini na tatu kusonga mbele na hata kujaribu kukomboa maeneo yaliyotekwa. Kuna ripoti za ushirikiano wao na FARDC katika baadhi ya operation. Kujitolea na uhamasishaji, wengi wao ni raia waliojitolea kulinda jamii zao kutokana na ukatili wa makundi yenye silaha. Wameonyesha uhamasishaji mkubwa wa uzalendo. Changamoto, ukosefu wa vifaa na mafunzo, mstari wa mara nyingi hawana vifaa vya kutosha vya kijeshi na mafunzo rasmi, hivyo kuwafanya kuwa hatarini zaidi katika mapigano. Kurusha lawama kwa serikali: kuna malalamiko kutoka kwa baadhi ya wazalendo kuhusu ukosefu wa msaada wa kutosha kutoka kwa serikali katika suala la vifaa na usaidizi mwingine. Mchanganyiko wa makundi: kunaweza kuwa na makundi mbalimbali yanayojiita wazalendo yenye malengo na uwezo tofauti. Tuhuma za ukiukwaji kuna baadhi ya ripoti zinazowahusu wazalendo kuhusika katika ukiukwaji wa haki za binadamu, ingawa kwa kiasi kidogo ikilinganishwa na makundi mengine yenye silaha. Hali tete, hali yao inabadilika sana kulingana na mienendo ya mapigano. Kuna wakati wanafanikiwa kuzuia au kurudisha nyuma M23 na wakati mwingine wanalazimika kukimbia au kupata hasara kubwa. Umuhimu, mstari wa, licha ya changamoto, wamekuwa na jukumu muhimu katika kukabiliana na M23 na, na makundi mengine, haswa pale ambapo FARDC inaonekana kuwa na uhaba wa rasilimali au uwepo wao ni ishara ya upinzani wa raia dhidi ya ukosefu wa usalama katika siku za karibuni. Kulingana na taarifa za hivi karibuni, kuna ripoti za wazalendo kushiriki kikamilifu katika mapigano dhidi ya M23 katika maeneo mbalimbali ya Kivu kaskazini na kusini, wakati mwingine kwa kushirikiana na FARDC. Kumekuwa na taarifa za mapigano makali katika maeneo kama vile Kamanyola, kuelekea Uvira, Butondo, Mwenga na maeneo mengine ya Walikale na Kabare. Kuna wito kutoka kwa baadhi ya wazalendo kwa serikali kuwapa msaada zaidi wa vifaa na mafunzo ili waweze kukabiliana na M23 na kwa ufanisi zaidi. Ni muhimu kukumbuka kuwa hali mashariki mwa DRC ni tete sana na inabadilika kila wakati. Taarifa kuhusu wazalendo zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari.